Philip Eric Mutinda, mshukiwa mkuu wa mauaji ya mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Multimedia MMU Sylvia Kemunto amejisalimisha kwa polisi katika eneo la Sultan Hamud, Kaunti ya Makueni. Mutinda, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa uhandisi wa umeme katika MMU, anaaminika kuhusika na mauaji ya Kemunto ambaye mwili wake uligunduliwa Jumatano usiku kwenye tanki la maji juu ya paa la hosteli ndani ya boma la taasisi hiyo. Kemunto, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa mawasiliano ya sayansi ya kompyuta, alitoweka katika mazingira ya kutatanisha Jumapili, Machi 30 mwaka 2025. Mama yake Teresa Kwamboka anayeishi Kawangware alikuwa amemtumia pesa za matumizi kupitia simu ya wa kanisa alipojaribu kudhibitisha ikiwa binti yake alipokea pesa hizo, simu zake ziliita bila kupokelewa. Akiwa na wasiwasi, mama ya Kemunto alisafiri hadi chuo kikuu na kugundua kwamba binti yake hayupo. Uongozi wa shule ulithibitisha kutokuwepo kwake, jambo lililomfanya mama huyo kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi cha Lang'ata, ambapo kitabu cha matukio yaani OB kiliwekwa. Siku ya kutoweka kwake, mwenzake Kemunto alikuwa ameenda kanisani akimwacha peke yake katika chumba chao cha blok b nambari 90 Uchunguzi unaonyesha kuwa mpenzi wa Kemunto, Philip Eric Mutinda, alitembelea chumba chake mwendo wa saa 7 mchana siku hiyo. Taarifa za mashahidi wa tukio hilo zinadai kuwa Mutinda alionekana akiangaika na begi inayodaiwa kuwa ya Kemunto alipokuwa akihamisha kutoka chumbani kwake ghorofa ya tatu hadi kwenye makazi yake ya bloki chumba nambari 301. Baadaye usiku huo mwenzi wa mutinda aliripotiwa kuona begi hilo chumbani mwao, lakini halikuwepo asubuhi iliyofuata. Uchunguzi wa polisi ulianza mara moja kufuatilia rekodi za simu za Kemunto. Ishara hiyo ilimuweka ndani ya eneo la chuo kikuu, lakini simu yake ilizimwa takriban saa nne usiku, siku ambayo alitoweka. Hii ilisababisha usimamizi wa shule kuanzisha msako katika chuo kikuu. Siku ya Jumatano, harufu mbaya iliyotoka kwenye bloki ilivutia timu ya watafutaji. Kufikia alasiri, chanzo cha harufu hiyo kilijulikana tangi la maji lilokuwa juu ya paa la hosteli moja. Mwili wa Kemunto uliokuwa ukioza uligunduliwa siku tatu baada ya kutoweka kwake.